Msile, mwanga usiohitaji macho. Katika kijiji cha Mbuyuni palikuwa na kijana mmoja aliyezaliwa na ulemavu wa macho. Jina lake lilikuwa Msile. Ingawa hakuweza kuona kwa macho yake, akili yake ilikuwa kama taa iliyowaka gizani: angavu, makini na ya ajabu. Msile alikuwa na uwezo wa kusikia sauti za mbali kutambua harufu kwa undani na kuelewa hisia za watu kwa kugusa mikono yao tu. Lakini kijiji hakikuwa tayari kumkubali. Wazazi wake wakisukumwa na aibu na hofu ya maneno ya watu, walimfungia ndani ya nyumba, hawakumpeleka shuleni. Walihofia kuwa watu wangemcheka au kwamba angekuwa mzigo Sile alitazama dunia kupitia dirisha la sauti. Alisikiliza sauti za watoto wakicheka njiani, walimu wakipita na vitabu mikononi, na ndoto zikimponyoka kama upepo wa jioni. Siku moja alipokuwa ameketi karibu na dirisha, alimsikia mtoto mmoja akimwelekeza mwenzake kuhusu hesabu ngumu ya darasani. Msile alisikiliza kwa makini, kisha akajibu kwa sauti ya chini, jibu ni ishirini na nne. Watoto walishangaa. Walirudi kesho tena, wakamletea maswali zaidi. Msile alijibu yote kwa usahihi. Hakuwa amefundishwa, lakini alikuwa na kipawa cha ajabu cha kufikiri na kudadavua mambo kwa kutumia akili na hisia. Habari za kipaji chake zilienea, lakini badala ya kumfungulia milango, baadhi ya watu walizidi kumwona kama kiumbe wa ajabu wa kuogopwa na kufichwa. Msile aliumia kwa sababu ya giza aliloishi nalo, bali kwa sababu ya giza la mioyo ya watu waliomnyima nafasi ya kung'aa. Alilia kimya kimya. Usiku mmoja, akamwambia mama yake macho yangu hayaoni, lakini moyo wangu una ndoto kubwa. Kwa nini ndoto hizi zifungwe, zifungwe? Hatimaye mama yake aliguswa. Alianza kumfundisha Msile nyumbani, akamletea vitabu vya maandishi ya nukta vinavyojulikana kama Braille kutoka mjini. Msile alisoma kwa bidii, akaandika mashairi hadithi na hata kuunda njia mpya za kufundisha watoto wengine wenye ulemavu. Miaka ilipopita, Msile aligeuka kuwa mwalimu wa kwanza mwenye ulemavu wa macho katika kijiji hicho. Alifungua kituo cha elimu kwa watoto wenye mahitaji maalumu. Alifundisha si tu kwa maneno, bali kwa moyo, akionyesha kuwa mwanga wa kweli hauhitaji macho, bali huluma, nafsi na imani. Na kijiji kilijifunza polepole pole. Waliona kuwa msili hakuwa mzigo, bali alikuwa zawadi. Na kwa mara ya kwanza walimwona kweli, si kwa macho, bali kwa moyo.